Mfano, Bilali alisikika nyayo zake Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam alizisikia peponi, akauliza, nani huyo? Akaambiwa, huyo muadhini wako Bilali. Aliporudi akamuuliza Bilali, Bilali wewe kweni una kitu gani unachokifanya mbona nimesikia movement za nyayo zako peponi bilali akamwambia ya rasulullah mimi nina utaratibu baada ya kutawadha na swali rakaa ngapi raka ngapi raka, raka mbili mtume sallallahu llahu alaihi wasallam akamwambia raaitu bidhaan wa thalathina malakan yabtadirunaha Nimeona malaika zaidi ya thelathini na wanagombania ulichokifanya. Zaidi ya thelathini wanagombania nani kati yao wawe wa kwanza kwa hicho ulichokifanya. Mtume hakufanya, Bilali kafanya. Nini kafanya? Mtume kaja kupongeza atarku la yaani, atahrim at. Hiyo ilikuwa sio mada yangu. Huyu kijana akafanya kazi kubwa sana alipotaja milima ya Singida <laughs> Allahumma salla ala sayyidina Muhammad <laughs> ningekuwa na uwezo wa kusema ningesema yale maneno aliyoyasema nani, yule mtunzi wa kitabu kile cha sarf: sema kalamun lau yubau biwaznihi dhahaba lakana albaiu fihi almaghbuna

Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio muasisi wa tasawuf. Tasawuf ilikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ikawepo kipindi cha masahaba. Ikawepo kipindi cha tabi'in. Na ushahidi kipindi cha tabi'in ni al-Imam Al-Hasan Al-Basri alayhi rahmatullah ye ndio wa kwanza kusikika akisema raaitu sufiyan fi lmasjid, nimemwona msufi msikitini. Alhasanu lbasri alayhi rahmatullah alikuwa mcha Mungu, na alilelewa na mke wa Mtume sala llah alayhi wasalam, na ndio maana baadhi ya watu wakawa wanasema kana kalamuhu yushbihu kalam alanbiya wa kanat ruyatuhu tudhakiru billah

wa antura khashian lillahi muktaiba ala dhunubika tula dahri mahzuna, hindo tasawufi, moyo wako uwe msafi, antasfua bila kadarin, usiwe na nongwa, usiwe na chuki. Ukimwona mwenzako kapata ukhalifa, kapata ulezi wa ukhalifa, kapata ulezi wa tariqa, usiumie, uwe ni sehemu ya kumsaidia usimtengenezee fitna na sisi tunafahamu kuwa mlezi wa tarika ndio mlezi wa watu wote pale, yaani mtu hata kama yeye akiwa na cheo cheo fulani, yule mlezi wake wa tarika yule ndio kiongozi wake. Mi ndo ninavyojua hivyo, kile cheo chako unakuwa nacho, lakini mlezi wako ni yule nani, yule shaikhu tarika yule murabbi murshid katika tarika ndiyo kiongozi wako. Ukawa wewe kwa sababu ya cheo ulichokuwa nacho unamdharau, unamtengenezea fitna, unamtengenezea majungu. Wewe sio mtu wa tarika, bali tasawuf an tasfua bila kadharin watatba alqurana walilma wadina Haya, tunazungumza tunapopata nafasi ya kukutana na wanatarika wenzetu, tuwaheshimu viongozi wa tarika. Kauli ya shekhe wa tarika ndiyo kauli, ndiyo fatwa hiyo, hakuna fatwa nyingine. Fatwa ni ya shekhe wa nani? Wa tarika hivi. Wa akisema Abdul Qadir Al Jailani, we utakuja kusema nini? We una kipi? huwa yu <laughs> <Zalala, labima. laughs> kwa hiyo bali tasawufu <laughs> <laughs> an tasfwa bila kadhari wa tatbaa alqurana walilma wa din. Mtu wa tasawuf lazima uwe na elimu. Mtu wa tasawuf lazima uwe na akhlaqi tabia, wa an tura khashian. Hii ndo sifa kuu ya mtu wa tariqa, wa an tura khashian, uonekane ni mnyenyekevu. Khashian, usiwe mtu wa makuu, ukitembea kama unanata vile, una nini wewe

Mara ya pili umetoka kwa mama yako thumma sabila ya yes, yes, Sara Mungu akaiambia ile njia afunguka, toka katika katika eneo la Singida toka sasa Singida, wow. Fa kaifa wewe unaingiaje na, na kiburi na dharau wakati mtume sallallahu alayhi wasallam na vyote alivyopewa kana sayyid almutawadhi'in, alikuwa anajishusha. Siku moja wakati upo katika safari na masahaba zake, walisikia njaa wakahitaji wapate chakula. Alikuwepo pale mnyama sahaba mmoja akasema, alayya dhabhuha, mimi nitamchinja. Akatokea sahaba mwingine akasema, mungine, akasema wa alayya salkhuha, mimi nitamchuna. Akatokea sahaba mwingine akasema wa alayya tabkhuha, na mimi nitampika. Mtume alisemaje? Wa alayya jam'ul hatab, mimi nitaenda kutafuta kuni ntaenda kutafuta kuni. Maswahaba akamwambia ya Rasulullah, kazi zote tutafanya sisi. Mtume akasema ma uhibu an atamayaza an ashabi bishaii, sitaki nijione kwamba mimi ni mtu wa aina fulani fulani hivi. Hapana, hapana hapana. Kana sayyid al mutawadhi'in, alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Baadhi ya watu wakati mwingine kwa elimu, kwa nafasi anap, anapandisha mabega hivi na hali ishawe kumtokea imamu na Shafi'i, bahati mbaya, si ndo binadamu? Ukishakuwa binadamu lazima akukute yale ya nini. Siku moja dhanna annahu a'lamu nnasi, alijiona yeye anajua sasa. Mwenyezi Mungu akamtahini, na hapa ndo namaliza nikaye, akampa mtihani. Siku moja anaenda kuswalisha salatul maghribi msikitini

kila kifuta aiji mamuma haya arrahmani rahim imam Shafi ndo arahmanrahim saane mamshafii ar mamshafi wa arrahmani rahim kweli <laughs> <laughs> Mungu kampa mtihani tu, basi. Baada ya pale, akasema nikishatoka hapa katika sala ngoja kutoka katika swala akasema nini cha kufanya. Akaenda kuswali swalatulistikhara. Leo swalatulistikhara tuna swali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuna swali tukiwa na majanga. Ndio tuna swali swala tulistikhara au tukitaka kuoa <laughs> na hiyo mtu akitaka kuoa kama mwanamke maskini. Sasa lakini mwanamke akiwa na vieti akiwa na karina au korola au akiwa na tanayest aswali swala tulistikhara. Nasema si ndo bahati yenye ndo hiyo. Huku kafia kwa muuza supu. <laughs> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istikhara ya uongo tu <laughs> Istikhara mtu akiwa kachoka. Basi kaenda kuswali swala swala istikhara istikhara. Istikhara kwa sababu mtume Mtume maswahaba anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna Al-Imam al-Bukhari al-kutub al-Qur'an al-Karim. Al-Imam al-Bukhari alikuwa alikuwa anatufundisha tuswali fi kulli shay'in. Katika kila jambo. Kabla kuandika hadithi hadithi anafanya nini? Ana swali. Hadithi mnazoziona asahhu ba'da Kitabu cha alikuwa ana swali. Kila akitaka kuandika anafanya nini? Anaswali. We, mimi na wewe? <laughs> Bas, bwana kaenda kuswali raka ya kwanza, ya pili, kwenye sijida usingizi umemchukua ulipotokea ajulikane umetokea wapi. Kakaa pale anajiona yupo katika mahakama anahukumiwa. Kosa lake isaatul adabi ma Allah, kamkosea adabu Mwenyezi Mungu. Kwa nini kamkosea adabu Mwenyezi Mungu, anasema wafauka kulli dhi ilmin? Hey, kila panapokuwepo na mjuzi kuna mjuzi zaidi yako yaani hapa ya hata kama umeshika maiki fahamu, kuna mjuzi zaidi yako. wafauka kulli dhi ilmin alim, hii ndio kaida mutarida. Basi akahukumiwa aka kifo, al idam au wawe, akatokea mzee mmoja hivi. Aka, akasema mimi ara an nukhaffif al hukma ala ani shafii, naona tumpunguzie. Adhabu adhabu ya kifo kubwa sana, tumpunguzie. Ah, tumpe adhabu gani Akasema mi naona huyu atoke asubuhi aende kutafuta mtu dhalili katika jamii, ashike ile mikono yake aibusu, ya ndo adhabu yake, ili hicho kibri, hiyo hali iliyokuwa imemuingia ifanye nini, itoke. Wakasema basi, at, atoke asubuhi aende kumtafuta ardhala nnas, atoke asubuhi. Akashtuka akasema ah, njozi imenikuta wakati na swali swala, tulistikhara haya, ni maelekezo ya Mwenyezi Mungu asubuhi ilipofika, katoka kaenda katazama mtaani. allahuma salli ala sayidina Muhammad. Katazama mtaani kamuona chokolaa mmoja yuko jalalani pale, akasema huyu ndio nani ahkara nnas, huyu ndio dhalili wa watu. Akatoka akaenda akam, akampa mikono ananyosha mikono anamwambia assalamu alaik. Yule chokolaa akanyanyua mikono anampa alimamu Shafii. Imamu anachukua mkono anapokea anapiana naye mikono. Imam Shafi anachukua mdomo wake anataka kubusu mikono ya yule nani? Chokolade. Yule Chokolade, mikono ya yule nani akatoa yake haraka, haraka kwa Imam Shafi, Shafi, ya akamwambia, Shafi, na kumzaba vibao viwili vitatu kwa sababu ya ukali wa al-'uqubata bil amsi mdomowake. Mimi ndiye ambaye jana nimekuombea adhabu upunguziwe, mimi jana ndio nimekuombea